Kanali Sawala ametoa kauli hiyo mkoani Mtwara, katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mtwara baada kupokea mbali mbali, kwa kwa ya kupokea vifaa mbalimbali kwa lengo la kuwafariji waathirika wa mafuriko yaliyotokea mkoani Mtwara, huku ikitajwa kuwa eneo la manispaa ya Mtwara Mikindani ndilo lililoathirika zaidi, ambapo zaidi ya watu mia tisa walipata madhara mbalimbali ikiwemo upotevu wa mali. Twende tukaigawe kwa wale waliopata madhara ale kulingana na utaratibu ulivyo e, kwa utaratibu ambao ni mzuri bila kuwa na tatizo lolote, na mimi nimeratibiwa vizuri twende tukatoe, ili wananchi wetu waweze kurudi katika hali ya kawaida. Kasimamie wananchi wetu kuhakikisha wanapata elimu nzuri ya kurekebisha miundombinu yao ya nyumba zao, ziendelee kuwa imara ili madhara kama haya yasijitokeze tena. Sambamba na hayo, mkuu wa mkoa amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwasaidia waathirika wa mafuriko baada ya madhara haya kutokea kwa Wanamtwara. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Akasema wana Mtwara wana Mikindani waliopata athari ni wanangu, ni lazima niwakimbilie. Akatoa maelekezo ofisi ya Waziri Mkuu wanaoshughulikia sera, bunge na uratibu katika kitengo cha maafa kwamba nendeni Mtwara, watoto wangu kule wamepata madhara na athari na madhira kutokana na mvua zilizonyesha. Uh, na kikubwa zaidi ambacho tunakisema uh, tunawashukuru sana pia e, tumepokea ile misaada, na mwisho wa siku, mara baada ya hivyo kaelekeza kwamba leo e, uje nawe ushuhudie, uione na uweze kutoa kauli ya mkoa a, moja kwa moja, pengine kwenye ofisi ya waziri mkuu, pamoja na wadau na wananchi wote e, wa mkoa wetu wa Mtwara hasa au wa Mtwara Mikindani ambao walikumbwa na kadhia hii. Akizungumza kwa niaba ya watendaji kata, kaimu mtendaji kata ya Magomeni Sinyamwira Siabaje amesema kuwa watahakikisha wanasimamia vyema ugawaji wa vifaa hivyo. Tunaahidi kwenda kuvigawa hivi vitu kutokana na mjibu watakapotuletea na maelekezo tutakayopewa, kwa walengwa wote ambao wamepata majanga hayo, lakini sisi kama watendaji wa kata na tunaadili sana na wananchi, tunaomba sana wananchi kuchukua tahadhari juu ya maeneo yale hatarishi ambayo yameleta maafa makubwa. Mimi naitwa Juma Mohamed na hii ni Clouds.